Na naitwa Mwalimu Marco mtatumatao mwalimu mwalimu wa Solya Girls Secondary School ambayo iko mkoa wa Singida na shule ya mkoa. Hii shule ilianzishwa kwa lengo la kuwasaidia watoto wa kike hasa mchepuo wa sayansi. Tukiangalia statistiki wanafunzi walianza 2024 na 24, 24. Walianza na kidato cha kwanza wa kutoka wanafunzi 84 hawa wanafunzi 84 na walijisajili na bima ya afya, maana yake elfu mbili na ishirini na nne tukiwa na form one. Kuelekea Juni mwezi Julai waliingia kidato cha tano wapatao mia mbili na nne na hawa wote pia tuliwasajili kwenye bima, ambao tulikuwa na wanafunzi jumla ya wanafunzi elfu moja na arobaini na nne tukija mwaka elfu mbili na ishirini na tano, tulikuwa na kidato cha kwanza wanafunzi 120, kidato cha pili wanafunzi 187, kidato cha tano tulikuwa nao 236, na kidato cha sita tulikuwa nao wanafunzi 183. Na sasa hivi tuko uh, tu, tu, tu, tu, kwenye mwaka elfu moja na 2026 tukiwa na kidato cha kwanza mpaka cha sita wanafunzi dali inatumia wanafunzi mia saba na kumi na mbili. Hawa wote wapo kwenye mpango wa bima, na hizi niende moja kwa moja kwenye muhimu wa bima, bima kwa wanafunzi. Mimi kama msajili wa, wa, wa, wa, wa kitengo cha bima kwa wanafunzi, wanafunzi wanapokatiwa bima anapougua kwa mazingira ya hapo shuleni, kwa sababu muda mwingine watu ukamkuta wa mzazi unampigia unaongea naye anakwambia hana hela wakati huo. Lakini kwa wanafunzi mwenye kadi ya bima moja kwa moja anakuwa anafaidika, kwa sababu atuna atuna kishampatia usafiri, anaenda Kilimatinde, ambao ni hospitali iliyoko karibu na na shule yetu, anaenda anatibiwa na kurudi. Kina, kinacho- kinacholipa pale labda keshi ni ile nauli ya bodaboda na mwanafunzi anaenda na kurudi, ambao ni shilingi 3000 lakini kwa mwanafunzi ambaye hana bima inatuia vigumu sana, tunaongea na mzazi alafu yupo kwenye kipindi kigumu, ana hela muda mwingine, anakuta walimu tunajitolea, tunamsaidia mwanafunzi. Hizo ndio changamoto ambazo tunazo. Mwanafunzi anaugua, anakaa nasubiri mpaka mzazi apate pesa ndipo amtumie, kwa sisi walimu tunapata changamoto, muda mwingine tunatoa mfukoni kumsaidia mwanafunzi, kwa sababu tunawalea, ni watoto wetu, tunafanya kazi kama wazazi na kama walimu. Umuhimu mwingine wa bima kwa mwanafunzi ambaye yuko shule ya boti inamjengea kujiamini, inamjengea kujiamini hata pale anapohisi kichwa kuuma au anahisi hali yake ya afya haiko vizuri, ana, ana, anaomba ruhusa, anapelekwa na matroni hospitalini kwenda kufanya check up. Sio mpaka apate tatizo au azidiwe kabisa, hapana. Tunaambia wakafanye check up. Wanapofunga shule wanaenda nyumbani wana, wanaenda wanafanya check up. Wiki mbili kabla ya kufungua shule watoto wanafanya check up za afya zao, sio mpaka apate ugonjwa ule rasmi. Anafanya check up, anarudi shuleni akiwa salama kabisa. Sio hivyo tu wanafunzi, hata sisi walimu watumishi wa wote wa sio walimu tumejisajili kwenye bima, tunafaidika familia zetu, tumewakatia watoto wake zetu na na waume zao wale walimu watumishi ambao ni wanawake na waume zao wamekatia bima, wanapata muda wa kwenda kufanya checkup kwa ajili ya afya zao. Kwa tuseme kwa ujumla, jamii yetu ya Solya ipo salama kwa kuwa tumejisajili kwenye bima au hii hii, hii, NHIF ya muda mrefu ambayo kwa kwa, kwa gharama yake, kila mwanafunzi huwa tunamchaji mchaji eh, shilingi elfu hamsini na mia nne eh, na, na mpaka sasa hivi tunaendelea kusajili kidato cha kwanza 2026 ambao h tumepangiwa wanafunzi watapatao sitini. Hawa wote wako kwenye mpango wa bima. Kwa hiyo bima eh, ni, ni, ni, ni kitengo cha huduma ya afya tunakifurahia sisi kama Solya Girls Secondary School tunakifurahia sana, na tunaendelea kuhamasisha wanafunzi na watumishi kwa ujumla waweze kujiunga na bima ya afya. Ashukuru kwa nafasi.